Karibu tena kwenye PesaVibe leo, tunaanza kujifunza kitu ambacho kinachoweza kuamua hatima ya maisha ya kila mtu. Kitu hiko ni kujiamini, ndiyo, believe in yourself. Kama huamini ndani yako, hakuna mtu mwingine atakayeweza kukuamini vya kutosha au kukuinua. Umuhimu wa kuamini, Dr. Peale anasema hivi: amini katika uwezo wako, bila kujiamini huwezi kufanikiwa wala kuwa na furaha. Watu wengi hawashindwi kwa sababu hawana uwezo, wanashindwa kwa sababu wanaamini hawawezi. Unakuta mtu ana kipaji kikubwa, ana fursa nzuri, lakini anajishinda mwenyewe kwa maneno kama mimi siwezi, wengine wana bahati kuliko mimi, nimechelewa sana. Lakini ukweli ni kwamba maisha yanakupa kile unachoamini. Kama unaamini hauwezi, ni kweli hautaweza, lakini kama unaamini unaweza dunia inaanza kufunguka kwako. Kujiamini kunajengwa. Dr. Peale anatufundisha jambo la msingi, kujiamini si kipaji cha kuzaliwa nacho, ni mazoezi ya kila siku. Fikra zako ni kama misuli. Ukijiruhusu kufikiria kwa hofu kila siku, unakuwa dhaifu, lakini ukijiruhusu kuamini, kufikiri kwa matumaini, kuzungumza imani, misuli yako ya akili inaanza kukua. Watu wengi wanaanza siku akiwa na hofu, nitawezaje? Lakini watu wachache wanaanza siku kwa imani, nitafanya na Mungu atanisaidia. Hii ndio tofauti kati ya mtu anayesonga mbele na anayesimama. Fikiria mwanafunzi anayesema "Mtihani huu ni mgumu sitafaulu." Hata kabla hajaanza kujifunza, akili yake tayari imejipa ruhusa ya kushindwa. Lakini mwingine akisema ni changamoto lakini nitaipiga kazi mpaka nifanikiwe. Akili yake inaanza kuunda njia ya kufaulu. Kujiamini ni tabia, unajifunza kuamini kwa kufanya vitendo vidogo vinavyokujengea ujasiri kila siku. Fikra chanya ni sumaka. Dkt. Peale anasema akili yako ni sumaka, unachoweka ndani yake ndicho inachovutia kutoka nje. Unapoweka oga, unavutia matatizo. Unapoweka imani Unavutia fursa. Ni kama kupanda mbegu. Ukipanda mbegu ya woga, utavuna mashaka. Ukipanda mbegu ya imani, utavuna mafanikio. Mfano wa maisha. Kuna watu walikuwa maskini, hawana elimu kubwa, lakini walikuwa na imani kubwa ndani yao. Wakaamua kuamini kwamba maisha yanaweza kubadilika, na kweli yakabadilika. Sio kwa miujiza isiyoelezeka, bali kwa sababu akili yao ilianza kuvutia mawazo mapya watu mapya na njia mpya. Imani na Mungu. Dr. Peale anaunganisha imani binafsi na imani kwa Mungu. Anasema kujenga uhusiano wa kiroho ni siri ya nguvu ya kweli ya kujiamini, kwa sababu imani kwa Mungu hukupa nguvu ya kusema sijui itakuwaje, lakini najua sitashindwa. Watu wengi wanataka kuwa na ujasiri bila chanzo cha ndani cha nguvu lakini ujasiri wa kweli unatoka kwa Mungu, sio ego, sio kiburi, bali ni utulivu wa ndani unaotokana na kujua kwamba haupo peke yako. Naweza kufanya mambo yote katika Mungu anitiaye nguvu. Wakati mwingine unapohisi hofu, rudia maneno haya kwa moyo wako mara kumi, mara ishirini. Unaanza kuhisi nguvu ikirudi, ujasiri ukiongezeka, na hofu ikipotea. Kupambana na hofu. Hofu ni adui mkubwa wa kujiamini. Watu wengi hawakwamishwi na adui wa nje, bali na hofu iliyojificha ndani yao. Dokta Pila anasema njia ya kushinda hofu si kuikimbia, ni kuikabili. Kila unapokabiliana na kitu unachokiogopa, hofu inapoteza nguvu zake. Mtu anaogopa kuzungumza mbele ya watu, lakini kila akijaribu, mara moja, mara mbili, mara tatu mwili wake unaanza kuzoea. Kila jaribio linaua asilimia ya hofu. Anashauri pia tuwe karibu na watu wanaotupa ujasiri, sio wanaotukata tamaa, kwa sababu hofu inaambukiza, lakini imani nayo pia inaambukiza. Ushindi unaanzia ndani. Mwandishi anaweka jambo moja wazi, unaposhinda vita ndani yako, hakuna vita nje yako itakayokushinda. Watu wengi wanataribu kubadilisha mazingira kabla hawajabadilisha akili, lakini mafanikio ya kweli yanatoka ndani. Kabla hujafungua biashara, amini kwanza. Kabla hujafanya jaribio, amini kwanza. Kabla hujaanza safari, amini kwamba inawezekana. Hiyo imani ya awali ndiyo inayofungua mlango wa uwezekano. Dr. Peale anapendekeza mazoezi matatu ya kujenga imani: moja, tamka maneno ya imani kila siku kila asubuhi sema leo nitafanya jambo zuri mbili, omba na tafakari kabla ya kuanza siku fikra zako zikianza zikiwa safi siku yako inakuwa na mwanga tatu shukuru kwa mafanikio madogo kila hatua ni ushindi tambua na uishehekee kwa kufanya hivi kila siku unajenga tabia mpya ya kujiamini bila hata kujitambua. Maisha ni vita vya akili. Ukitaka kushinda, anza kushinda ndani yako. Dr. Peale anatukumbusha, badilisha fikra zako, utabadilisha dunia yako. Usisubiri hali ziboreshwe ndipo uamini, amini kwanza, ndipo hali zitaboreshwa. Nguvu ya fikra chanya inaweza kubadilisha maisha yako, biashara yako afya yako na hata mahusiano yako. Kwa hiyo leo ninakuuliza ni swali tu moja. Je, yeah? Unaamini kwamba unaweza? kama jibu ni ndio, andika kwenye comment section tayari umeanza safari ya mafanikio. Hii ilikuwa ni Pesa Vibe, mahali panapojifunza kuwa na akili ya mafanikio na moyo wa matumaini. Usisahau kusubscribe, kushare na kuandika maoni yako naanza kuamini tena, kwa sababu safari yako ya mafanikio inaanza pale unaposema naweza.